Sisi tumesikia hawa watu wanasema eti Kalonzo ajiunge na hao. Hiyo mnakubali kweli? Kama kuna kiongozi msafi, mcha Mungu, amani integrity in the Republic of Kenya anaitwa Stephen Kalonzo. Munaweza kubali mtu ana mikono misafi kama ya Kalonzo ashikane na watu wana mikono ya damu? Ashikane na watu wana mikono ya wizi? watu wana mikono ya ufisadi? Hiyo mmekataa, na sisi pia tumekataa. Leo nataka niwaambie siri, Kenya nzima wameamua huyu Zakayo anaenda. Kuna mambo mawili nataka niwaambie siri, watu wa mali, niwaambie siri ama mtaambia mtu siri? Ya kwanza Zakayo amejua anaenda nyumbani. Kuna jambo moja tu anataka agawanye upinzani, agawanye hii timu wakituma mtu anaitwa Faruk ama Oscar Sudi kusema ati wanataka wachukue Kalonzo. Ninyi mkiona hawa watu, mkiona wao, waambie hawatafaulu kutugawanya sisi na Kalonzo. Rigiji na hii timu hadi mwisho, hadi huyo kaonga ana nyumbani, sawasawa. La pili wako wanatafuta ninyi vijana wajenzi, wanataka wagawanye, eti msishikane na upinzani. Leo nataka niwaombe muwe macho na watatuma watu hapa Emali na hapa kwenu kujaribu kutoa vijana wa jenzi. Nataka mkae macho kabisa, mchukue IDs, mchukue kura, mjue ya kwamba ninyi ni pati ya jeshi la Kalonzo, la huyu Gachagua wa Malwa, kufanya Ruto akuwe one one.